Sheria za zehebu e, yale yani, mafundisho tulifundishwa na wanadamu kuliko kufuata mafundisho ya roho Mtakatifu, kuliko kuziendea njia za roho za, za roho Mtakatifu, kuliko kuzifuata amri za Mungu na kuzifanyia kazi. Wanakuambia e, Mungu anaelewa, tuko kwenye mwili, tuko kwenye umaskini, unaweza kuiba tu, hakuna shida, Mungu ataelewa. Hakuelewi, hakuelewi mpendwa. Wengine we wanaambiwa e, Ulimwambia uli, uli, basi utengeneze naye tu kiujanja, ujanja tu e, unamwambia ndugu, nisamee hata na mimi sikukuwa, e, mimi nafikiri tu nilipitiwa tu. Uliyafanya maksudi, tamka. Ikiwa kama ulipata nguvu ya kuzini, ujua utapata na nguvu za kuaibisha ile zambi ya zina. Ikiwa kama ulifanya nguvu, ulipata nguvu ya kuzingizia mwenzako uongo, ukashuhudia uongo, hata ka uongo kadogo, kata kufikisha mahala pabaya, tubu, tubu na uwa